Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Adobe InDesign katika playlist hii ambayo tumeianza muda so mrefu. Takriban hii ni video ya nne, ambapo leo nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuingiza picha katika Adobe InDesign. Hatua kwa hatua, nitakupatia njia zisizopungua tatu za kuweza kuingiza picha ndani ya dokumenti yako. So baada ya kuweza kufungua Adobe InDesign, fungua document ama tengeneza faili mpya ambayo unahitaji kuweza kuingiza hiyo picha yako na baada ya hapo tayari tupo katika workspace yetu. Kuna njia ya kwanza ambayo unaweza kuitumia kuingiza picha, ambapo ni kuweza kutumia menu ya file. So utakuja huku juu katika menu ya file uta click, utakuja sehemu ambayo inasomeka place, na ukiangalia, okay, upande wa kulia katika hii sehemu ambayo inasomeka place kuna keyboard shortcut ambayo ni control D. Kwa unaweza kutumia control D wakati mwingine bila ya kuweza kuja katika menu ya file na nakuja hapa katika place, na moja kwa moja itafungua box ambalo unaliona hapa ambalo linakuwezesha wewe kwenda kuchagua hiyo picha ambayo unahitaji kuingiza sasa katika hiyo dokumenti yako. Let's say, mimi picha ambayo unahitaji kuweza kuiweka ni hii. So, then baada ya kuweza kuiselect uta click open, na baada ya hapo kasa yako itakuwa imeshikilia hiyo picha kama hivi ambavyo ya kwangu unaiona. Inachofata ni kuweza kuiweka wewe hiyo picha sehemu ambayo unahitaji kuiweka katika hiyo dokumenti yako. So, kuna njia kadhaa. Unapoklik mara moja, hii picha itakaa kulingana na saizi yake katika hii workspace yetu. Sasa kama unavyoona, imekuwa kubwa sana, imetoka hadi katika dokumenti yetu. Control z ni kuonyesha sasa njia ambayo unaweza kuitumia na ukaweka sehemu ambayo unahitaji kuweka katika hiyo dokumenti yako, kwa kuweza ku left click katika mouse yako bila ya kuachia kliki left click kwenye mauzi yako usiachie, drag, chora frame yako kama hivi. Chora ile sehemu ambayo unahitaji hiyo picha yako iweze kudisplay, so utachora kama hivi ambapo mimi nimechora hapa, then utaachia na picha yako itakaa katika hiyo frame, katika hilo eneo ambalo umelichora, kama hivi ambavyo mimi nimefanya hapa. So hii ni njia mojawapo ya kuingiza picha ndani ya Adobe InDesign. Unapochora hii shape hapa kwa ajili ya kukaa picha yako, utakapo click shift, maana yake unaruhusu uchore shape unayohitaji wewe, kama hivi ambavyo unaona hapa, nimeclick shift na nimehold bila kuiachia, na hapa na drag na kuchora sehemu ambayo picha inahitaji ikae. Lakini usipo usipoclick uh, na kuhold shift, just ukawa na drag tu kwa kuchora hivi, basi itachukua size ya ile picha, hiyo frame yako lakini utakapo click shift wewe ndio ambaye utakuwa na uwezo wa kuicontrol hiyo eh, frame yako iwe na ukubwa gani? So mfano hapa tayari nimeweza kuchora yapo. So hii ni njia moja yapo ya kuweza kuingiza picha. Wacha ni kuonyesha njia nyingine ambayo ni very simple, tunaitumia sana katika uh, software mbalimbali, ambayo ni ya ku drag na ku drop. So una uwezo wa ku drag na ku drop picha yako katika Adobe InDesign. Kwa mfano mimi nikija katika folda yangu hapa, tayari nipo na picha mbalimbali hapa mbali hapa, okay? So, hapa nitatafuta picha ambayo naihitaji. Let's say, inahitaji mimi picha hii ndio ambayo niingize katika document yangu, so nitadrag na ku drop hapa katika Adobe InDesign, na kama unavyoona hivi, tayari kasa yangu imeikamata, imeshikilia ile picha na tayari kwa ajili ya kuiweka basi katika hii dokumenti yangu hapa, so nita drag na nitachora kama hivi, na picha tayari nitakuwa nimeiweka ndani ya Adobe InDesign document yangu ambayo nafanya nayo kazi. Very simple kama hivi, jinsi ya kuingiza picha. Kwa hiyo njia yoyote ile ambayo unahisi kwako ni rahisi, basi utaweza kuitumia, lakini mara nyingi nashauriwa kuweza kutumia hii njia ya kuja katika menu file na ukaja katika place, ama uka click control D as a keyboard shortcut, ambayo itakuletea boxi hii na utachagua ile picha ambayo unaihitaji let's say hii, open, then kasi yangu itashikilia hiyo picha na tayari kwa ajili ya kuiweka sehemu ile ambayo unahitaji kuweka. So, wacha ni kuoneshe njia nyingine ambayo unaweza kuitumia pia ambayo ni ya kutumia tool ya frame. Tutakuja kujifunza kiundani kuhusiana na tool hii ya frame, leo just na kuonesha tu namna gani ambavyo pia unaweza kuitumia kuchora frame zako na baadaye kuja kuingiza picha zako. So, utakuja katika tool ya frame huku pembeni. Hapa katika frame kuna group ya hizi frame tool, ambayo kuna kuna rectangle, kuna ellipse, kuna polygon. So, acha tuende na hii rectangle. Baada ya kuiselect kama hivi utakuja utachora frame zako katika hiyo dokumenti yako ambazo unahitaji pengine baadaye kuweza kuweka picha na frame haibebi picha tu. Kuna vitu vingi ambavyo pia frame inabeba. Kwa utakuja kujifunza mbeleni hapo. So, utachora frame zako kama hivi ili baadaye humu ndani uingize picha ambazo unahitaji kuziweka. So, baada ya kuweza kuchora, kinachofuata unaweza ku drag na ku drop picha katika hizi frame. Kwa mfano let's say tunakuja katika folder yetu, tunachagua picha ambayo tunaihitaji, let's say frame ya kwanza tuweke picha hii, ko utaichukua picha hii utaidrop hapa katika frame. Sasa ukiangalia katika hii frame, imeenda imekaa size ya ile picha haioneshi vizuri, haijafiti katika fremu yetu vizuri na kuiona picha yetu tulioiweka hapa. So una uwezo wa ku right click hapa, ukaja katika hii option ya fitting, then ukachagua fill frame proportionally, okay? Ukichagua hapo ile picha maana yake itakwenda kufit katika fremu yetu proportionally kama hivi ambavyo nimeweka mimi hapa. So unaweza kuja katika folder lako, ukachagua picha ambayo unahitaji kuiweka, mfano fremu hii hapa ukai drag ukiachia hapa katika hii frame, then ili kuweza ifiti ikae vizuri uta right click, fitting, fill frame proportional, then ita fit kama hivi ambavyo unaona katika frame yetu hapa. So hii ni njia moja wapo pia ambayo unaweza kuitumia kuweka picha yako na kuwekelea picha zako vizuri katika hizi frame. Tutakuja kufahamishana kuhusiana na frame. Ni kitu kimoja wapo ambacho ni muhimu sana kama utakuwa unatumia Adobe InDesign kuweza kukielewa na kuona jinsi gani kinatumika. So baada ya hapo kwa wewe ambao umefika hadi e, katika dakika hizi kwenye video hii wacha nikupe bonus. Kwa wale ambao hawajafika basi watakuwa wamekosa kitu hicho, wasubiri hadi tutakapokuja kujifunza katika video yake. Lakini leo wacha tuweze kufanya kitu hicho ambacho ni kuweza kuweka maandishi ya display ya kiachana na ile picha. Kivipi, tunaita text wrap. Kwa mfano, let's say tupo na picha yetu hii hapa. Okay, ambayo let's say ni PNG sawa. So picha yetu let's say tuchague. Okay, okay tuchukue picha let's say uh, hii hapa okay, tuiweke hapa. Hii ni ipo katika hali ya PNG kama unavyoona. Sorry, wacha tupunguze, na sija kufahamisha jinsi ya kupunguza ukubwa wa picha ikiwa katika frame, tutakuja kufahamishana tutakapojifunza, uh, ajifunza kuhusiana na frame. So picha yetu hii hapa, lakini sijapenda, ni kubwa sana mpaka imeweza kupoteza quality. Wacha niweze kuipunguza kama hivi, wacha tuweke fit katika frame, fitting fill frame proportional, sorry okay. picha hii hapa ambayo tumeichagua Wacha tuoneshane kile ambacho tunahitaji kuweza kufahamishana, so wacha tuweke hapa, na then tutengeneze frame nyingine hapa ambayo itakusanya text maandishi kwa frame yetu kubwa sana, then tuchukue text katika tools, alafu wacha tuweze kuweka umundani ya frame yetu hii kubwa maandishi. So mimi just nitapaste tu maandishi hapa randomly ili tuweze kufahamishana kile ambacho tunahitaji kuweza kufahamishana. So, randomly text nimeziweka hapa. Okay. Sasa ninachotaka kukufahamisha ni namna gani ambavyo utaweza kuiweka picha yako basi, ni display ni yale maandishi yaweze kupita pembezoni mwa hii picha, siweze kuingiliana kama hivi. So njoo katika selection tool, hakikisha una highlight na kuselect e, object zako zote mbili zipicha na maandishi kama hivi. Na baada I mean, ya hapo, njoo zako katika window, kuna hii sehemu inayosomeka text wrap. Utaklik hapa, itafunguka hii window, panel ya text wrap. Na hapa sasa hivi ipo hapa katika no text wrap, hakuna text wrap katika hizi object zetu kati ya text na image. So, ukija hii ya pili inasomeka wrap around bounding box. So ukiklik hapa tayari unaona ime wrap maandishi yetu yame acha katika hii object ya image hapa kama hivi ambavyo unaona, lakini ukija hapa katika hii ambayo ni wrap around object shape, tayari utaona inapita katika ile shape ya object yetu ama image yetu. Lakini hii jump object, kama hivi ambavyo unaona, ina jump, inaacha space kwanza image ikae, kisha chini ndo zinaendelea. Kuna hii ambayo ni jump to next column inakwenda katika kola nyingine, kwa unaweza kuchagua hii ambayo ni, uh, tunasema wrap around bounding box kama hivi ambavyo unaona. So then, ukiangalia sasa hivi tumepata muonekano fulani hivi ambao maandishi yetu amepita huku, nadhani unakutana nayo muonekano kama hii katika katika magazeti katika, uh, vitabu. Tutakuja kufahamishana vizuri zaidi namna gani ambavyo unaweza kutumia hii text wrap. Leo just nimekupa tu, just kionjo ili basi wewe ambayo umefika hadi hapa kuangalia video hii uweze kuona namna gani ambavyo unaweza basi kuweka picha yako na maandishi yakakaa pamoja bila kuingiliana, na kuweka mwonekano mzuri sana kama hivi ambavyo unaona. Lakini tuna uwezo haya maandishi ya kupita hadi humu sehemu nyeupe ambazo picha yetu humu haijachukua object yake haijafika, tukaweza kuyaruhusu yaingie mpaka humu. Just, hizi sehemu za pete na ua tundizo ambazo ziweze kuachwa Oke okay, tutakuja kufahamishana wakati mwingine tutakapokuja kujifunza kuhusiana na hiyo text wrap kiundani zaidi na namna gani ya kuweza kumanipulate eh, maandishi yetu na object zetu kwa pamoja. So asante sana, sina la ziada leo, na tumai utakuwa basi umeweza kujifunza kitu japo kidogo. Umeona namna gani ya kuweza kuingiza picha ndani ya Adobe InDesign, ni rahisi sana. Kama kuna sehemu utakwama, basi usisite kuweza kuniambia katika sehemu ya comment, tukaweza kusaidiana, na nimekuambia tumeweza kutumia frame tool lakini bado hatujaanza kujifunza kuhusiana na frame tool. Ina kazi kubwa sana katika kuweza kutengeneza layout zako ndani ya Adobe InDesign. Tutakuja kujifunza kiundani kabisa, na kuona frame inapokea kitu gani na gani haswa. Tumeona imepokea picha, tumeona imepokea maandishi. So hii frame ni kitu mojawapo muhimu sana katika Adobe InDesign, tutakuja kujifunza mbeleni. Asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Usiache kufuatilia playlist hii ya kujifunza Adobe InDesign, ili basi uweze kukua na kujifunza hatua kwa hatua jinsi ya kutumia e, program hii ya Adobe. Tukutane wakati mwingine, video inayofuata.